Karibu sana. Leo tunakiangalia kwa undani kitabu cha Ruthu. Ni hadithi fupi sana kutoka Israeli ya zamani, kipindi cha Waamuzi. Wengi wetu tunaijua kama hadithi ya uaminifu na mapenzi, lakini vyanzo vyetu vinasema kuna mengi zaidi yamejificha ndani yake. Basi labda unaifikiria kama hadithi ya mapenzi tu, sivyo? Lakini hebu jiulize Inawezekana kweli hadithi hii fupi ina siri kubwa zaidi? Siri inayohusu historia na hata unabii? Swali hili ndilo litatuongoza tunapoichambiwa hadithi hii. Sawa basi, tuanze kuchimba kwa undani. Vyanzo vyetu vinaonyesha kwamba kuna kama tabaka tatu hivi za maana ndani ya kitabu hiki cha kale. Kila tabaka lina kina zaidi kuliko lililopita, na tukiziunganisha zote, ah, tunapata picha kamili ya lengo hasa la hadithi hii. Okay. Tuanze na ile maana ya kwanza, ile ambayo labda wengi wetu tunaifahamu vizuri. Hii ndiyo tafsiri ya msingi, ile inayopendwa na kusimuliwa mara nyingi. Na kiini chake ni hiki, uaminifu wa ajabu wa Ruthu. Fikiria, yeye ni mgeni kutoka nchi nyingine, anakabiliwa na njaa, lakini anafanya uamuzi wa kubaki na mama mkwe wake, Naomi. Yaani, ni upendo unaovuka mipaka yote. Kwa hiyo unaona, hili tabaka la kwanza linahusu fadhila, linahusu maadili. Ni hadithi nzuri sana kuhusu umuhimu wa kushikamana kama familia, hasa pale mambo yanapokuwa magumu. Kwa ufupi, ni hadithi inayotugusa moyo na kutupa mfano mzuri wa kuiga. Ndio maana ni rahisi sana kuipenda na kuelewa kwa nini imedumu kwa maelfu ya miaka. Lakini je, ndiyo mwisho wa hadithi? Hapana kabisa. Vyanzo vyetu vinatuambia huu ni mwanzo tu. Sasa hivi tuko tayari kufunua lile tabaka la kwanza na kuona nini kimejificha chini yake. Kuna jambo kubwa zaidi linaendelea hapa sasa. Hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa makubwa. Hadithi hii ndogo ya familia moja inaanza kupanuka na kuwa na umuhimu wa kitaifa. Hatuzungumzii tena kuhusu Ruthu na Naomi pekee, tunazungumzia mustakabali wa taifa zima la Israeli. Hebu angalia jinsi mambo yanavyoungana hapa. Ruthu, yule mwanamke mgeni, anaolewa na Boazi Mwisraeli. Mtoto wao anaitwa Obedi na Obedi anakuja kuwa babu wa nani? Mfalme Daudi, mfalme mkuu kuliko wote katika historia ya Israeli. Ghafla tu ule uamuzi wa Ruthu wa kubaki na Naomi unapata maana mpya kubwa ajabu. Hivyo basi Jambo la msingi hapa ni hili. Hadithi hii inafichua kitu cha kushangaza, kwamba damu ya mtu ambaye si Muyahudi, mgeni, inakuwa sehemu muhimu sana ya ukoo wa kifalme na hatimaye ukoo wa Masihi. Unajua, hii ilikuwa dhana ya kimapinduzi kabisa. Inaonyesha mpango wa Mungu haukuwa tu kwa ajili ya Waisraeli. Inaunganisha hadithi ya mtu mmoja na hatima ya taifa zima. Lakini subiri bado hatujamaliza. Hata huu ukoo wa kifalme sio siri ya mwisho. Vyanzo vyetu vinatudokezea kwamba kuna maana ya ndani zaidi, siri ambayo imefungamanishwa na mandhari yenyewe ya hadithi. Na sasa tunafika kwenye tafsiri ya kina kabisa. Ili kuielewa siri hii, hatuangalii tu wahusika wenyewe, bali tunaangalia wapi na lini matukio yanatokea. Ufunguo umekuwa mbele ya macho yetu muda wote. Upo kwenye picha ya mavuno inayojirudia rudia Yaani, eneo ambalo hadithi hii inatokea lile shamba la mavuno, si mandhari ya kawaida tu, ndio ufunguo wenyewe wa kufungua maana ya ndani kabisa. Kila kitu, kila tukio muhimu linafanyika wakati wa mavuno, iwe ya shairi au ngano. Sasa kwa nini hili ni muhimu kiasi hiki? Na hapa ndipo tunapata jibu. Vyanzo vyetu vinaeleza, kuna aina mbili za mavuno. Kwanza, kuna mavuno ya Wayahudi ambayo yanawakilisha baraka za Mungu kwa watu wake aliyowachagua. Lakini halafu tunaona Ruthu ambaye si Myahudi, akiokota masazo katika shamba la Boazi. Hii inaashiria mavuno mapya, mavuno ya watu wa mataifa. Ni picha nzuri sana ya wokovu wa Mungu ukipanuka na kuwajumuisha watu wote. Okay, ebu tuichambue hii kwa undani zaidi. Kitendo cha Ruthu kuokota masazo ni ishara tosha ya watu wa mataifa kupokea neema ya Mungu. Ule wema wote anaomwonyesha Boazi unaakisi upendo wa Mungu kwa wale walioonekana kuwa nje. Na mwishowe ndoa yao inakuwa alama yenye nguvu, alama ya muungano wa mwisho kati ya Wayahudi na watu wa mataifa chini ya Mungu mmoja. Lakini bado kuna tabaka lingine. Mavuno katika kitabu cha Ruthu hayaangalii tu yaliyopita, yanaashiria pia mbele kuelekea mavuno ya mwisho kabisa, yaani mavuno ya kieskatolojia, yaani mavuno ya mwisho wa dunia. Na andiko hili kutoka kitabu cha Mathayo linaunga mkono wazo hili moja kwa moja. Katika Bibilia, mara nyingi sana mavuno yanatumika kama sitiari ya siku za mwisho; ni wakati wa hukumu na pia ni wakati wa kuwakusanya waaminifu. hivyo wakati wa kiangazi au majira ya mavuno yanaashiria kwamba mwisho wa nyakati unakaribia. Na hapa sasa, ndipo tunafika kwenye kiini hasa cha siri ya mavuno. Unajua, hadithi hii fupi si tu kuhusu yaliyopita, bali inageuka kuwa unabii. Inakuwa kama kivuli cha mambo yajayo, ikitabiri yale mavuno ya mwisho ambapo Mungu atawakusanya watu wake kutoka kila taifa duniani. Basi mwisho wa yote tunabaki na ujumbe huu mkuu na wenye nguvu: upendo wa Mungu hauna mipaka. Kitabu cha Ruthu kinabomoa kabisa kuta za utaifa na ukoo, kinafunua moyo wa Mungu unaotaka kuwakumbatia wote na kutangaza ujumbe wa upendo, umoja na upatanisho kwa ulimwengu mzima. Fikiria safari tuliyoichukua. Tumeanza na hadithi ndogo ya uaminifu wa mwanamke mmoja tu tukapitia kwenye ukoo wa mfalme mkuu wa Israeli na hatimaye tumefika kwenye unabii mkuu wa wokovu kwa ulimwengu wote. Yaani, tumetoka kwenye jambo dogo la kibinafsi hadi kwenye mpango mkuu na wa kimungu. Na tunapofikia mwisho, swali linabaki kwetu sote: kama hadithi ya Ruthu inahusu mavuno ya neema na kuwajumuisha wengine, je, sisi tunavuna nini katika maisha yetu leo? Tunakusanya nini? Na je, Tunawakaribisha watu gani kwenye mashamba yetu? Hilo ni swali zuri la kutafakari.